Ningependa kutoa ushauri wangu kwa serikali, na kwa nini natoa huo ushauri? Neno la Mungu kwenye Mithali 16 mstari wa 25 linasema hivi, njia zote ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake huishia mautini. Kwa nini nimesema hivyo? Unajua, mwanadamu anapokuwa anapanga jambo kwa, anaona kabisa vile anavyolipanga litaenda sawa sawa, lakini mwisho wake ndio utakao mjulisha kwamba alichokuwa anakipanga hakikuwa sawa, kutokana na yale matokeo yatakayotokea. Hata sasa sisemi kama mtu niliyetumwa na mtu awaye yote, lakini mimi ni mwananchi ambaye nayaona mambo yanavyokwenda, na unaona kabisa mipango ambayo watu wanapanga, wakiona kwamba ni sawa machoni pao, lakini mwisho wake ni mauti tu. Sasa napenda tujifunze kutokana na mfano wa maandamano ya tarehe ishirini na tisa Desemba. Nafikiri wapangaji walipopanga kuua watu waliona kabisa kila kitu walichopanga kitaenda sawa, tutaweza kuzima huu moto kwa maji wasijue kwamba yale hayakuwa maji, bali yalikuwa ilikuwa ni petroli, na utaweza kuona yameibua kitu gani. Sasa sasa watu watu hawajaogopa kisa wamefiwa na watu, ndio kwanza wamekasirika. Sasa kwa nini natoa ushauri? Waliweka lockdown, wakazima mitandao, kitu ambacho nisingependa napenda. Kuishauri serikali kwamba isirudie kitu kama hicho, kwa sababu kama mmeweza kusomesha watu wenu wenyewe na mkasema kwamba watu wasome, lakini hakuna ajira serikalini serikali haina ajira ya kuajiri bali wajiajiri wenyewe. Ina maana kuna kuna watu wamejiajiri kupitia kufanya kazi mitandaoni, na mnapozima mitandao, ina maana hawawezi kufanya kazi. Sio hivyo tu, lakini kuna watu wenye biashara ndogo ndogo, inabidi watoke ndio waweze kuuza biashara zao, wapate pesa za kuweza kununulia chakula, chakula na familia zao. Sasa mnapokuwa mnazuia watu kwenye lockdown kwamba wasitoke, mnashindwa kuelewa kwamba wananchi wenu ni masikini kiasi gani hata mwachia, waweze kufanya biashara ndogo ndogo, waweze kujikidhi mahitaji yao. Wengine tunajua kwamba mna pesa za kutosha tu, kwa sababu tangu tumesikia ripoti za CAG huko bungeni kwamba pesa za serikali zimeibiwa, hatujawahi kuona mtu yeyote aliyeshtakiwa au kwamba pesa zile zilirudishwa kwa namna moja ama nyingine. Ina maana ziko mifukoni mwa watu na wao wanakula tu, hawana shida yoyote. Jambo lolote likitokea, hata mkizima mitandao, wao wana chakula majumbani kwao, lakini tunashindwa kuelewa kwamba hawa watu wadogo wadogo hawana uwezo inabidi kula kwake ni maadamu itwapo leo Aka, atoke akafanye kazi ndio aweze kula. Sasa mnapomfungia, mnapoweka lockdown inakuwa sio sahihi. Ndio maana hata Magufuli kwenye, kwenye ule ugonjwa hakuweza kuweka lockdown kwamba watu wasitoke, kwa sababu alijua kabisa serikali haina uwezo wa kuweza kulisha watu wake ikiwa imewafungia ndani ya majumba. Alifanya kitu cha akili sana na ufahamu mkubwa. Igeni jamani kwa yule mtu eh? lakini sasa hivi mkitaka kufanya vitu unakuta kwamba lockdown, si hakuna kutoka hakuna nini. Sasa hakuna kutoka, wananchi wenu mmewapa chakula? Mmewapa chakula wasitoke waweze kula na watoto wao humo ndani? Sio sahihi. Nisingependa yale mambo yaliyojitokeza tarehe tisa ya watu kukosa chakula kutokana na hiyo lockdown, waweze kukosa chakula tena tarehe tisa Disemba, kama endapo eh, watatoka. Mimi sijui kama watatoka au hawatatoka. Ni vitu ambavyo tunaviona mtandaoni na vile vya ishirini na tisa tulivyoona hivyo hivyo mtandaoni, na matokeo yake watu walitoka. Watu mlijua kwamba mtaweza kuwazima kwa, kwa mtutu wa bunduki na kwa kuwaua, lakini unaona kwamba walitoka pamoja na kuuawa kote kule, lakini walizidi kutoka.